Kauli za rais wa Marekani Donald Trump kwamba hahitaji wahamiaji kutoka Somalia na kwamba waende walikotoka kwa sababu nchi yao siyo nzuri kwa sababu ni kinyume na maadili ya ulimwengu uliostaarabika ni kauli zinazobeba harufu nzito ya ubaguzi, chuki na kupuuzia utu wa binadamu na kwa kusema kwamba Marekani itaenda njia mbaya tukizidi kuingiza takataka nchini mwetu. Bwana Trump alishuka chini kuliko hadhi ya afisi ya urais na kuvuka mstari wa heshima ya kibinadamu. Kennedy Wandera anasimulia kwa kina kwenye tahariri ifuatayo. Kauli zinazodaiwa kutolewa na Rais wa Marekani Donald Trump dhidi wa Somali, akisema hawachangii chochote, hawafanyi kazi, na kwamba wanapaswa kurudi walikotoka, zinaleta mshtuko mkubwa kwa Mwafrika yeyote anayefuatilia hali ya wa wahamiaji duniani. Kutoka kwa macho ya Mwafrika, maneno haya si tu matusi kwa Wasomali, bali ni dharau kwa bara lote na historia yake. Ni kauli zinazofichua mtazamo usioheshimu wa mtu mweusi ukipuuza kabisa historia ya ukoloni, migogoro ya kimataifa na mazingira yaliyowalazimu maelfu wa ya Wasomali kutafuta hifadhi nje ya kwao. Trump anapodai kuwa nchi hiyo ni mbaya na kwamba hawafanyi chochote, anakataa kutambua ukweli kwamba Wasomali wamekuwa sehemu muhimu ya nguvu kazi na uchumi wa Marekani. Katika maeneo kama Minnesota, jamii wa Somali imejenga biashara, imeajiri watu na imechangia kwa njia nyingi zinazotambulika. Hivyo madai kwamba hawatoi mchango wowote yanapingana na hali halisi. Wengi wa wasomali walioko wa Marekani hawakutoka kwao kwa kupenda, walikimbia vita wa ukosefu wa usalama na majanga ya kibinadamu ambayo mara nyingi yanatokana mchanganyiko wa sababu za ndani na za nje. Kuwataka warudi kwa nguvu ni kuchezea maisha ya watu ambao kwa miaka mingi wametafuta tu amani, elimu na fursa kwa familia zao. Zaidi ya hapo, vitisho vya kufuta hadhi za ulinzi kama TPS vinatishia utulivu wa familia na kuongeza hofu kwa jamii tayari imepitia mengi. Lakini hatari ya kauli za namna hii haziishii kwa wasomali pekee; ni sumu inayoweza kuenea na kuwaelekea waafrika wote nchini Marekani, kwenye mazingira ya chuki na ubaguzi unaojengwa hatua kwa hatua. Kauli za aina hii zinapofanywa kuwa za kawaida, zinawafanywa wahamiaji wote wa kiafrika kuwa kundi linaloweza kulengwa kirahisi, iwe ni Wakenya, Waganda, wa Ghana, wa Ethiopia, wa Nigeria au wengine walioko Marekani, wakijenga maisha na kuchangia katika jamii zao. Inapokuwa rahisi kumtenga msomali leo, kesho inaweza kuwa rahisi pia kusema waafrika wote warudi. Kutoka kwa mtazamo wa Mwafrika, hasa tukiangalia wasomali nchini Marekani, kauli zinazodhalilisha utu wa mweusi hazipaswi kufumbiwa macho mahali popote duniani. Afrika inapaswa kukemea kwa nguvu maneno na sera zinazoweka hatarini maisha ya watu wake, kwani hadhi ya msomali ni hadhi ya mwafrika na hadhi ya mwafrika ni hadhi ya ubinadamu.